Kuna sababu kadhaa zinazoweza kumfanya tajiri kufilisika hata kama alikuwa na pesa nyingi hapo awali. Hapa ni baadhi ya mambo yanayoweza kusababisha hilo. Moja, matumizi mabaya ya pesa, kuishi maisha ya kifahari kupita kiasi, kununua vitu vya bei ghali bila mpango, kutumia pesa kwa anasa badala ya kuwekeza, kudharau bajeti na matumizi yasiyo ya lazima kuwekeza jimbaya. kuwekeza kwenye biashara zisizo na faida au zisizo na utafiti wa kutosha. Kuwekeza pesa nyingi kwenye mradi moja bila mpango wa kuhifadhi akiba. Kutegemea sana soko la hisa au cryptocurrency bila uelewa wa kina. Tatu, kudanganywa au kuibiwa. Kuingia kwenye mipango ya ulaghai Ponzi schemes na scams. Kuamini watu wasio waaminifu katika biashara kushindwa kusimamia pesa zake binafsi na kuziacha mikononi mwa watu wengine bila uangalizi. Nne, madeni makubwa: kukopa pesa nyingi bila mpango wa kurejesha, kutumia mikopo kwa anasa badala ya uwekezaji, riba kubwa inayoongeza mzigo wa deni. Tano, matatizo ya kibinafsi: talaka, ambapo mali hugawaniwa na mmoja anaweza kupoteza sehemu kubwa ya utajiri wake matatizo ya kiafya yanayohitaji gharama kubwa za matibabu, matatizo ya uraibu kama vile kamari, pombi au dawa za kulevya. Sita, mabadiliko ya soko na uchumi. Kuporomoka kwa biashara kutokana na mabadiliko ya soko, uchumi kuyumba na kusababisha hasara kwa wawekezaji, teknolojia mpya zinazofanya biashara fulani kuwa haina faida tena. Saba, Kutojifunza au kusikiliza ushauri. Kushindwa kujifunza kuhusu usimamizi wa fedha, kupuza ushauri wa wataalamu wa uchumi na uwekezaji, kiburi cha kufikiri kuwa pesa haitakwisha. Kwa kifupi, mtu anaweza kufilisika kwa sababu ya matumizi mabaya, uwekezaji mbaya, madeni, ulaghai, matatizo ya kibinafsi au mabadiliko ya uchumi. Njia bora ya kuepuka kufilisika ni kuwa na nidhamu ya kifedha Kusoma kuhusu uwekezaji na kuwa makini na maamuzi ya pesa. Maandishi ni mimi, Abdul Hakim miwait